Mtazamaji wetu popote ulipo na unapotufuatilia kupitia katika maonyesho haya ya 49 ya biashara, mimi naitwa Richard Steven. hapa niliposimama ni sehemu ya banda la ofisi ya waziri mkuu na hapa kuna vitengo na idara mbalimbali mbali. basi nikukaribishe moja kwa moja, nikupeleke katika baadhi ya vitengo na idara kujua nini hasa wamekileta katika maonyesho haya ya 49 ya biashara. hapa viwanja vya Sabasaba kwenye maonyesho ya Sabasaba ya arobaini na tisa kwa ajili ya kuja kuwaelezea watu majukumu makuu ya tume. Majukumu makubwa ya tume ni usuluhishi na uamuzi wa migogoro inayotokea mahala pa kazi. Migogoro hiyo tunaishughulikia na kuitatua kwa njia ya usuluhishi, ambayo ni majadiliano ya pande mbili, na baada ya usuluhishi, kama utafeli basi mgogoro huo unaenda kwenye hatua ya uamuzi. Kwenye uamuzi tunasikiliza ushahidi na kutoa uamuzi kwa kutoa tuzo. Kwa hiyo haya ni majukumu ambayo tume imepangiwa kuyafanya kwa ajili ya kuweza kutatua migogoro inayotokea mahala pa kazi. Tuko hapa sabasaba uh, kwa ajili ya kuelezea wananchi kuhusiana na huduma ambazo tumekuwa tukitoa kwa watu wenye ulemavu. Uh, huduma kuu ambayo tumekuwa tuki, elimu ambayo tumekuwa tukiitoa ni kuhusiana na mfumo ambao, huu ni mfumo wa taarifa wa ukusanyaji wa takwimu au taarifa za watu wenye ulemavu lakini pia ni, ni muhimu taarifa hizi zitatusaidia sana katika kuratibu shughuli zetu mbalimbali za serikali katika kuhakikisha tunatoa huduma bora kwa watu wenye ulemavu. Hivyo tunahimiza wananchi au jamii kwa ujumla kuhakikisha kwamba watu wenye ulemavu waelimishwe, wenda kwenye kata zao ili waweze kuenda kusajiliwa waweze kupata namba na baadaye waweze kuingizwa kwenye mfumo wetu wa taarifa na takwimu za watu wenye ulemavu. Tumekuja Sabasaba kushiriki maonyesho ya biashara arobaini na tisa kwa lengo la kutoa elimu kwa umma kuhusiana na masuala mbalimbali, masuala ya namna ya kukabiliana na majanga, uratibu wa shughuli za serikali, uwezeshaji wananchi kiuchumi, namna ya kujikinga na namna ya ku maambukizi ya virusi vya UKIMWI. Lakini pia tumekuja hapa kutoa elimu kuhusiana na kinga, matumizi baada ya kulevya, lakini pia tuna mifuko yetu ambayo ni mifuko ya hifadhi ya jamii Tuko na watu wa PSSF, tuko na watu wa WCF, tuko na watu wa NSSF, lakini pia kuna watu wa OSHA ambao wanaangalia usalama mahali pa kazi. Pamoja na hiyo kumeshiriki pia na idara zote za ofisi ya wa waziri mkuu. Tunapatikana fursa mbalimbali kama fursa za vijana kujisajili kupata ajira, lakini pia kuna kupata taarifa za vijana na watu wenye ulemavu. Nawakaribisha watu wote katika banda la ofisi ya wa waziri mkuu mje mshiriki, na kauli mbiu yetu inasema, maonyesho ya biashara ya kimataifa saba saba, fahari ya Tanzania. Karibuni sana ofisi ya wa waziri mkuu. Uh, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ni idara huru inayojitegemea ambayo iko chini ya ofisi ya, msa, ya waziri mkuu kwa masala yote ya uratibu, lakini pia hapa tupo kuyaelezea majukumu ya msajili wa vyama vya siasa ikiwemo usajili na ufuatiliaji wa vyama vya siasa, hivyo tunawakaribisha Watanzania wote na wananchi wote waje kuyajua na kuyafahamu majukumu ya msajili wa vyama vya siasa. Tunapenda kuwakaribisha vijana katika banda letu la ofisi ya waziri mkuu, hususani kwenye idara ya ajira na ukuzaji ujuzi, ambayo tunahusika na programu ya ukuzaji ujuzi, ambayo inatoa programu za ukuzaji ujuzi kwa vijana katika maeneo manne, ambayo ni wanagenzi, ambayo kwa Kiingereza ni apprenticeship, utarajali, upskilling pamoja na urasimishaji wa ujuzi uliopatikana nje ya mfumo rasmi. Vijana wengi wameweza kupatiwa ujuzi uliowasababisha kupata ajira na wengine kujiajiri katika maeneo mbalimbali, maanake mafunzo hayo yamewapa katika fani mbalimbali zinazotolewa na mafunzo na vyuo vya ufundi wa mafunzo stadi katika mikoa yote ya Tanzania bara. Tunakaribisha vijana wote katika banda letu ili kuweza kujua hizo fursa zinazopatikana katika idara ya ajira kwenye ofisi ya waziri mkuu ambapo anaweza kupata mafunzo yatakayowawezesha kupata ujuzi unaotakiwa no, katika soko la ajira.